Karibu tena katika sehemu hii ya kwanza, tunachambua kwa kina jinsi viazi tamu vinavyosaidia kuboresha macho yako, hasa uwezo wa kuona usiku na kuzuia matatizo ya macho yanayotokana na upungufu wa virutubisho mwilini. Beta karotini, siri kubwa ya macho. Viazi tamu vina rangi ya chungwa kwa sababu vina beta karotini ambayo mwilini hubadilisha kuwa vitamini A. Vitamini A ni muhimu sana kwa retina ya jicho, sehemu inayokusanya mwanga na kutafsiri picha tunazoziona. Ukikosa vitamini A kwa muda mrefu, unaweza kupatwa na tatizo la upofu wa usiku, ambapo huwezi kuona vizuri ukiwa gizani. Utafiti wa kisayansi na takwimu. Utafiti kutoka shirika la afya duniani umeonyesha kuwa zaidi ya watoto milioni mia mbili na hamsini duniani hukumbwa na upungufu wa vitamini A, na hii husababisha matatizo ya macho udhaifu wa kinga na hata kifo kwa watoto wadogo. Kwa kula viazi tamu angalau mara mbili au mara tatu kwa wiki, unaweza kukinga macho yako dhidi ya matatizo hayo kwa gharama nafuu sana. Zaidi faida kwa watu wazima na watoto. Watoto wanaosoma sana wanahitaji macho yenye nguvu. Wazee ambao macho yao yanaanza kufifia wanahitaji msaada huu wa asili. Badala ya kutegemea miwani peke yake, tumia viazi tamu kama tiba ya ndani ya mwili wako. Ni salama, ni rahisi na inapatikana hata vijijini. Jinsi ya kula kwa wat, matokeo bora Chemsha viazi tamu bila kuondoa maganda, kwa sababu virutubisho vingi vipo karibu na ngozi. Kula asubuhi au mchana, ili mwili utumie vitamini A kikamilifu. Usiongeze sukari nyingi, inaondoa faida za asili. Ushuhuda niliyoko nao huu wa kufuatilia. Sehemu inayofuata nilizungumza na kijana mmoja kutoka Kisii aliyeniambia, nilikuwa nasoma hadi usiku nikiwa na shida ya kuona vizuri, lakini baada ya kula viazi tamu kila wiki mwezi mmoja, hali ilibadilika. Sasa je, wewe uko tayari kuimarisha macho yako bila kutumia pesa nyingi. Sehemu inayofuata tutaongelea jinsi viazi tamu vinavyoongeza kinga ya mwili. Usikose. Asante kwa kufuatilia sehemu hii kuhusu faida za viazi tamu kwa macho. Kumbuka macho yako ni lango la dunia, hivyo yapatie lishe bora tukutane kwenye sehemu inayofuata ambapo tutajifunza mengi kuhusu viazi tamu. Usikose sehemu ya pili inakuja. Endelea kutazama, mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, ili upate makala yetu zaidi. Subscribe, like kisha ucomment. Hii ni yanayojiri mitaani TV.